Naitwa Mrakibu Msaidizi Ambrose Ndunguru ni afisa operation wa mkoa wa Mtwara. Vile vile ni afisa zimamoto wilaya hii ya Mtwara. Leo tarehe tano mwezi wa sita mwaka 2025 225 tumekuwa na tukio la kupima utayari katika soko hili la Chuno lililopo katika kata hii ya Chuno halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Mapema asubuhi ya leo kwenye majira ya saa moja tulikuwa na tukio hilo la moto kwa ajili ya kupima utayari kwa ajili ya wananchi, lakini na miundombinu yenyewe ambayo ipo hapa. Lengo kuu la tukio hili ni kuangalia namna gani wananchi wanaweza waka jiokoa kutoka kwenye jengo hili na kuelekea kwenye maeneo salama bila wao kupata madhara, kwa maana ya kuumia au madhara mengine, lakini vilevile vile, ni kupima namna gani miundombinu ambayo ipo katika eneo hili inaweza yenyewe ikazuia au ikapambana na moto wakati umetokea. Kupambana huko kunasaidia wananchi au mali ambazo wananchi wamezihifadhi katika soko hili ziwe salama. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, baada ya zoezi hili tumeona kabisa kwamba soko hili lina miundombinu ambayo iko vizuri, ambayo gari la zimamoto linaweza likapita maeneo yote, kitaalamu tunaita perimeter fire engine access. Mimi naitwa Ruge ni mratibu wa Red Cross wa Mkoa wa Mtwara. Ili ilikuwa ni, ni zoezi kwa ajili ya kufanya utayari pindi moto unapotokea, sisi tutarespondi namna gani? Kwa hiyo sisi kama Red Cross kwa kushirikiana na jeshi la zimamoto muda wote tupo kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo mlichokiona ndio majukumu yetu, asanteni sana. Mimi naitwa Mr Thomas Matias Mwigala Eh, ni muuguzi mfawidhi hospitali Alpha ya Rufaa ya mkoa Ligula. Kwa siku ya leo tumepokea majeruhi nane ambapo saba ni wa kiume na mmoja ni wa kike kutokana na ajali ambayo ilitokea soko la Chuno, na waliweza kusafirishwa kutoka Chuno kuja hapa Ligula kwa ajili ya kupata matibabu. Na hawa wote majeruhi walikuwa na changamoto kadhaa, kuna wale ambao kutokana na mshtuko wa ajali, kuna wale ambao wamezimia lakini pia kuna wale ambao kwa ameathirika na moshi kw na tuliweza kuwapatia huduma. kwa majina naitwa Aisha Rashidi Mkali. Asubuhi nilikuwa nimeelekea soko la Chuno kutafuta mahitaji. Ghafla nikaona moto unaanza kuwaka kwa hiyo ule moshi mimi ndio uliniafekti nikawa nashindwa kupumua nikapoteza fahamu, na nashukuru nikaletwa nika hapa hospitali Ligula nimepata huduma k nawashukuru madaktari na, wa na wauguzi kwa msaada, na hivi naendelea vizuri na shukuru Mungu. Kwanza nichukue fursa hii kuweza kuwapongeza jeshi la zimamoto na uokoaji e, kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya katika mkoa wetu wa Mtwara na wilaya yetu ya Mtwara, lakini kubwa zaidi ambacho ninachoweza kusema leo eh, limefanyika zoezi la utayari na hii limefanyika pale Chuno katika soko letu la Chuno, kuonyesha namna gani e, panapotokea na janga lolote e, lile la moto ama janga lolote ambalo linaweza kutokea katika mkoa um, wa wilaya yetu e, jinsi ambavyo wananchi e, wako tayari e, vile vile na vyombo vingine ambavyo vinafanya kazi pamoja na jeshi la zimamoto na uokoaji e, katika wilaya yetu e, vinavyoweza kurespondi kwa haraka. ni e, watoe wito kwa wananchi e, kwamba leo tulikuwa tunafanya tiza tu na kuweza kuwaona namna gani wanaweza kurespond haraka uh, kutokana na matukio ambayo yanaweza kutokea katika uh, wilaya yetu hasa majanga. Tuwe na utamaduni wa kutoa taarifa mapema tunapoona, sio mpaka tatizo limekwisha kuwa kubwa uh, wewe ndio unahangaika kuweza kutoa kutoa taarifa. Na wakati mwingine unatoa taarifa kwa watu ambao wanahusika na udhibiti wa majanga na kupambana na majanga, unatoa taarifa wanakuja un, kwenye tukio tayari madhara yanachukua yako yako makubwa. Hata wao wanapokuja haw, hawana cha kuokoa au hawana cha kuweza kufanya zaidi ya kuweza ku eh, pengine hata ku, ku, ku contain tu ile situation ambayo iko kwa wakati huo. Leo niwapongeze sana, lakini pia niwapongeze wananchi hawa. kulicha tukio lilotokea, lakini taaruka ilikuwa kubwa kiasi kwamba labda ikawa ikaleta madhara kwao wao na kwa watu wengine, walitulia, lakini walikusanyika pale kuweza kuona kama kawaida yetu kushangaa, walisogea wakaona na namna ambavyo jeshi di yetu lilifanya kazi na baadaye walipewa taarifa kwamba haikuwa tatizo ni, ku, haikuwa tatizo ambalo limetokea naturally, ni tatizo ambalo lilitengenezwa na tukio ambalo lilitengenezwa. Asanteni sana, na tu, tuwe na utamaduni wa kuchukua tahadhari, lakini vinginevyo utoe taarifa tu, piga simu kwa jeshi la zimamoto moja moja nne, mambo yanakuwa mazuri.